Huduma za maji kama mnavyotambua, tumejenga matangi makubwa yenye lita zaidi ya milioni moja upande wa Bumbwini, Kidanzini na upande wa Tumbatu kwa mkoa huu na tutaendelea kusambaza huduma za maji ili tuondoe kabisa tatizo la changamoto ya uhaba wa maji katika maeneo yetu. Ikiwa ni mwendelezo wa kampeni mgombea urais kupitia chama cha CCM visiwani Zanzibar Dr. Huseni Ali Mwinyi akiwa katika mkoa wa kaskazini Unguja ametoa ahadi kuwa akipewa ridhaa na wananchi, ataendelea kutatua tatizo la maji na kusema kuwa katika kipindi cha uongozi wake uliopita amefanikiwa kujenga mateki makubwa ya maji yenye lita zaidi ya milioni moja kwa baadhi ya maeneo katika maeneo ya Matumbato na mengineyo, maza jamii ni nyingi, kwa leo itoshe kuzitaja hizo. Tunawaomba wananchi wa jimbo la Nungwi na Wazanzibari kwa ujumla na Watanzania wavumilie wawavumilie viongozi wetu, kwani wao wana nia nzuri isipokuwa maendeleo haji siku moja. Na ameendelea kuhakikishia wananchi kuwa ataendeleza kutekeleza sehemu ambazo hazijatekelezwa hususani katika suala la miundombinu. Aidha, aliongeza kuwa serikali itawalipa wananchi wote fidia waliopisha ujenzi wa bandari jumuishi na kusema kuwa watapewa nyumba wakizihitaji kama sehemu ya makazi yao. Fedha zote zitalipwa kwa wanaotaka fedha, na wale wanaotaka nyumba tayari kuna nyumba pale wakazitizame wakizipenda watapewa nyumba badala ya eh, nyumba zao zile wanazokaa sasa, na kusema kuwa serikali imetoa shilingi bilioni moja kwa ajili ya fidia hizo. Kwa upande wa fedha, hivi tunavyozungumza, tayari serikali imeshatoa kwa fidia ya bandari ya Mangapwani bilioni kumi na moja katika eneo hili. Ni yapi maoni yako kuhusiana na hizi kampeni? Tuandikie kwenye komenti. Kama bado hujasubscribe, subscribe subscribe. Vile vile unaweza kushare langu. Jina ni Loisi Skila.